Hakuna mtu anaweza kukupangia ni kwa namna gani unaweza kuishi maisha yako, lakini ninachotaka kukushauri ni kwamba, uh, unapokuwa unatumia njia ya mdomo wakati wa kushiriki tendo la ndoa, hii ni nzuri kwa sababu inaleta hisia uh, inakufanya unakuwa unajisikia vizuri, lakini hakikisha kwamba huyo ambaye unashiriki naye uh, ni yeye peke yake, kwa sababu hiyo hali inaenda kupelekea matatizo makubwa kwenye mfumo wako wa uzazi, lakini pia inapelekea sana kuzalisha bakteria wabaya matokeo yake unaweza kujikuta baada ya muda unaposhiriki tendo la ndoa manizi na mwagika, lakini pia mirija yako ya uzazi kuziba, kwa sababu hiyo inazalisha bakteria wabaya sana ambao kazi yake wanashambulia mfumo wake wa uzazi na kukuzalishia majeraha na vidonda ambavyo vinapelekea kuzalisha uchafu sehemu zako za siri, kupata miwasho sehemu zako za siri, lakini pia hiyo hali kuwa inajirudia mara kwa mara. Hivyo basi kama unashiriki tendo kutumia njia ya mdomo ni sawa, lakini madhara yake ni hayo. Kama nimekufunza, share, comment ili na wenzako wajifunze.